Kwetu, tumetaka kumpiga, umekuja <laughs> kwetu, tulitaka kukupiga, tumekuja kwako, umekimbilia kwenye interview, wewe shamba waandishi <laughs> narudia tena, ndugu zangu, ama baada. Nawashukuru sana ndugu zangu wa Mwananyamala, hakuna Mariamu popote bila nyinyi. Hapa ndipo nilipozaliwa, chochote kimetokea hapa. Mwe masikini, ndugu zangu mwe wachafu, ndugu zangu, mwe wa wasafi, ndugu zangu. Yeye ana ndugu zake pale hawapo, hilo na waongezea. Shughuli yangu sijatafuta superstar, tulofika wote tumekutwa, na hii ndio starehe yetu Mwananyamala. Yeye katafuta manispa, tangazo la wazi, ndugu yangu, mi nakujua unapenda, ila naomba nikuambie kilinge ninacho ndani <laughs> Alafu nikwambie ndugu zangu na anapenda vilinge, naomba nimtangazie, mimi kilinge ninacho ndani, na anapotaka nataka, anapotaka mimi nataka, nataka. Tumemaliza bato za mitandaoni, tukutane bato za kilingeni. Wewe sifundi, njoo kishoneane mishoni. Mtoto wa mjini shughuli unapofanyia biashara, wewe unasutwa au unasutana? Wajiita mtoto wa mjini, bodi ulikubali, hadi rangi ulikubali

Siliikoji namba ya nyumba naombeni, snap posti na oh, oh, oh! Huo ndio utoto wa mjini. oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. Mtoto wa mjini, kwenu wapi? Mtoto wa mjini, shughuli unapofanyia biashara, we unasutwa au unasutana? Unajiita mtoto wa mjini, bodi ulikubali, hadi rangi ulikubali. oh, oh. Unajiita mtoto wa mjini, umekuja kusutwa umekimbilia ndani. Mimi nataka kumsimua, ameshika wewe. <laughs>